Mheshimiwa Magufuli ambaye amepata tiketi hiyo huko Dodoma wiki iliyopita, wale waliwasili uwanja wa ndege wa Zanzibar akiwa amefuatana na mgombea mwenza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na kupokelewa na wana CCM na wanachama na wananchi mbalimbali walioongozwa na makamu wa pili wa rais Balozi Seif Ali Iddi, ambapo baadaye alipata fursa ya kuongea na waandishi wa habari, huku akikataa kujibu maswali yanayohusu utendaji wa serikali. Wale amesema muda wake ni bado ingali. Alikanusha kuwa kupata nafasi hiyo haitokani na vita vya panzi vilivyotokezea Dodoma. Ila utaratibu wa CCM ndio uliompa tiketi hiyo ya kuonea urais wa Tanzania. Wote tulikuwa sawa ndani ya chama cha mapinduzi, kwa sababu kwanza wote tulikuwa wanachama wa CCM, tulikuwa na kadi zetu, na hayo ndio yalikuwa masharti ya chama chetu. Kwa hiyo wote tulikuwa sawa, na katika mchakato wowote kitu kuwa na magurupu au makundi ni kitu cha kawaida, na hiyo ndiyo demokrasia. Kwa hiyo wakati tunachukua form palikuwa na makundi 42 baada ya, ya prosesi zote kumalizika, Central Committee, NEC, mkutano mkuu, sasa limebaki kundi moja na kundi hilo linaitwa kundi la CCM. Baadaye msafara huo ulioelekea ofisi kuu ya CCM kwa kupitia barabara kuu ya Michenzani ambapo Mheshimiwa Magufuli akiwa na mgombea mwenza alipita barabarani huo na kusalimiana na wananchi waliojipanga, huku msafara huo uliokuwa aina yake ukiongozwa na pikipiki ya wana CCM. Wakiwa ofisi kuu ya CCM, wagombea hao waliungana pamoja ba, ba baadaye katika kaburi la rais wa kwanza marehemu Abeid Amani Karume kwa dua maalumu, ambapo baadaye waliungana makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, ambaye aliongoza mamia ya wanaCCM katika viwanja vya vya ofisi kuu na viongozi wengine mbalimbali, ambapo Dr. Shein akisema CCM imepata jembe wa kuongoza nchi na kutaka wananchi kumuunga mkono. Naye kwa upande wake mgombea mwenza mheshimiwa Samia Suluhu amesema wakati umefika kwa wanawake kuonyesha ujasiri wao. Ana sifa ya ukweli, ni mtu mkweli sana, ni mtu mwadilifu sana, ni mchapa kazi mahiri, sio wa kubabia babia, hapana. Ukiona mambo yale yafanya, utathibitisha haya naosema, na yeye wenyewe, na mtakuwa mashahidi. Amefanya mambo mengi sana kwenye serikali ya jamhuri ya Tanzania na kwenye chama chetu kadhalika. Ni mbunge nadhani namya nne sasa si jambo dogo. Kwa hivyo leo amekuwa mgombea wetu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Waliingia kwenye tatu bora na kishindo, mlikiona wenyewe walivyozungumza, walisema waligonga kioo tena kwa nguvu kubwa, lakini walipogonga kioo hawakutizama nyuma. Kumbe nyuma Mheshimiwa Magufuli aliuona ufa waliouacha na baadaye ufa ukaporomoka wakaacha tundu la kioo. Alichokifanya Mheshimiwa Magufuli ni kupenyeza mkono, akanivuta mia, akanitoa. Baadaye Mheshimiwa Magufuli akiwatubia wanasisemu hawa, aliwakikishia kuendapo hata upata wa urais atakuwa ni mwadilifu na kuwatumikia wananchi wote bila kujali itikadi za vyama halo vilivyotoka ni sisi, kama tutafanikiwa kuchaguliwa tukafanye kazi kwa watu, tukawe watumishi wa watu, tukawatumikie watu, tukianzia na wana CCM, wana kafu, wana UDP, hata wale ambao hawana vyama, ili maendeleo ya nchi hii yaweze kwenda mbele faida ya Watanzania wote. Huu ni ujio wa pili wa viongozi wa chama cha Mapinduzi kuja kujitambulisha hapa Zanzibar, ambao wiki iliyopita Dr. Shen aliwasili kutoka Dodoma baada ya kupitishwa kugombea rais wa Zanzibar kupitia chama cha mapinduzi. Kutoka Pakistan Zanzibar, mimi ni Faruk Karimu wa ITV.